Haleluya, mtumishi wa Mungu, ni mimi mtangazaji wako Emanuel Simoni kutoka hapa Watumishi Tv. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji na mpenzi mfuatiliaji wetu, popote pale unakotufuatilia, popote pale unakotutizama Watumishi Tv. Mungu akubariki sana, aendelee kuwa pamoja nasi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji. Leo nimekuletea kitu kipya. Je, ikiwa ni mtumishi wa Mungu, movi gani utazame? Ikiwa ni mtumishi wa Mungu, movi gani utazame? Hii imekuwa ni kawaida ya kibinadamu kwamba mara nyingi unapokuwa ni mtu wa kufuatilia kitu fulani, ndivyo unavyoendelea kujazwa na hicho kitu zaidi. Ah, sisi Watumishi Tv tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya tulikaa, tulitafakari, tukafanya uchambuzi, tukaona ni vema ikiwa wewe mtumishi wa Mungu, tukakuletea wazo hili tulilokuwa tumepata baada ya uchambuzi wetu. Tukafikiria, tukaa, tumetathmini, kwa sasa hivi ni movie nyingi sana, tunafuatilia movie nyingi sana sana online. Humo kuna movie ni nyingi nyingi nyingi kweli, tunafuatilia nyingi sana sana na zote zikiwa na mafunzo tofauti tofauti, lakini sisi Watumishi Tv tukaona ni vema kabisa, ni vema tena, ni jambo la heli, tukakuletea wewe kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kama mtumishi wa Mungu. Tukatafakari tukasema ngoja tukuletee, na tunamshukuru Mungu leo ametupa kibali hicho, tumekuletea E, iki hapa. Ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa movie, nadhani hili jina si geni kwako, Pasta Myamba. Pasta Myamba ni, ni mwigizaji ambaye tulikuwa tukimshuhudia katika movie za nyuma kidogo, enzi za Kanumba, tulikuwa tukimshuhudia katika movie hizo, alikuwa anajulikana kwa jina la Pasta Myamba, tulikuwa tumemshuhudia sana kwenye hizo movie, movie akiwa akigiza kama mchungaji, ndio ndio, lakini kwa sasa kuna akaunti mpya kabisa eh, ambayo ameifungua mtumishi wa Mungu, inajulikana kwa jina la Holy Movies mm, Holy Movies hiyo eh, akaunti inapatikana katika YouTube na inaweka eh, inaweka video nzuri sana. Kama mtumishi wa Mungu ambaye utakuwa unafuatilia, kuna vitu tutakuwa unajifunza eh, kuna vitu tutakuwa unajifunza kutokana na movie hiyo utakapokuwa unaifuatilia katika akaunti ya mtumishi wa Mungu Holy Movies. Akaunti ya mtumishi wa Mungu ina ina video tofauti tofauti utakutana nazo katika akaunti yake hapo. Eh, ambayo, ambayo pia linki yake tumekuandalia hapo chini katika description kugusa, na mwisho, ukigusa maandishi utakutana nayo mwishoni. Kabisa utakutana na linki, ukigusa itakupeleka moja kwa moja katika akaunti ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tumekuwekea hapo katika description, ina ina movie mbalimbali utakutana nazo, lakini kwa saizi, movie ambayo tunaendelea kuitizama na mimi nimekuwa ni mpenzi mtazamaji sana wa movie hizo za mtumishi wa Mungu kama unavyoona katika screen yetu ya Watumishi TV hapo pembeni nimekuwekea, hiyo inaonyesha hapo kuna movie eh, kuna vipande cha kwanza mpaka cha kumi na nne nadhani uh, inaendelea. Inaitwa utajifunza vitu mbalimbali mbali sana kuhusu habari ya kimungu, maisha ya kimungu. Utajifunza vitu vingi sana kupitia hizo movie, utaendelea kujazwa eh, eh, kujazwa mambo ya kimungu. Sisi watumishi TV tunasema mambo ya kimungu zaidi. Sisi tunahusika na mambo ya kimungu zaidi eh, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake, katupa kibali hicho. Kwa hiyo sisi tunasema mambo ya kimungu zaidi, na hiyo ndio kaulimbiu yetu sisi Watumishi TV. Na ikiwa we ni mtumishi wa Mungu unataka kufanya kazi nasi Watumishi TV popote pale ulipo ukiwa ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, basi namba zetu za mawasiliano kwa WhatsApp ni sifuri 7 67 76 79 mwisho wa 42. Tunafanya kazi nawe popote pale ulipo. E, tunashukuru watumishi wa Mungu ambao tumeenda kwa pamoja nao katika kufanya huduma. E, sisi tunafanya huduma zetu eh, bila gharama zozote, ni bure kabisa. Ikiwa ni mtumishi wa Mungu, ikiwa ni mwimbaji, ikiwa ni mwinjilisti, ikiwa ni unahudumu kwa huduma yoyote ambayo Mungu amekupa kibali, basi sisi tupo kwa ajili yako, ajili kuifanya kazi nawe bure kabisa, bila gharama zozote. Mungu akubariki sana sana sana sana, endelea kutufuatilia Watumishi TV, na tunakukumbusha ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya Watumishi TV, wakati ni sasa. Subscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila zinapokuwa zinatufikia hapa Watumishi Tv, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata popote pale ulipo ukiwa ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, utabarikiwa sana sana. Cha kufanya ni kuminya alama ya subscribe, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila zinapokuwa zinatufikia hapa Watumishi Tv, basi wewe wa kwanza kuzipata. Mungu akubariki wa endelea kuwa pamoja nasi Watumishi Tv tukiendelea kukuletea mambo ya kimungu zaidi. God bless you. Thanks. Hello. Yes. Je, unafahamu ukiwa na shilingi elfu kumi unaweza kupata GB kumi na ukiwa na shilingi elfu kumi na tatu unaweza kupata GB kumi na tano Yes, hayo ni mambo ya Chris Bando. yes. cha msingi na cha kufanya ni kuwa na line ya Aloteli atakuunganisha kifurushi, na kitadumu ndani ya miezi nane. Na huyu jamaa ni mwaminifu sana, na anapatikana kwa namba nne. Mimi nitakutajia namba mbili ambazo nitaziandika pia kwenye skrini yetu hapo chini ya watumishi TV, ambazo ni sifuri saba 85 73 63 61 na namba nyingine ni sifuri saba kumi na saba sifuri arobaini na nane sifuri arobaini na nane. Mimi namwamini Chris Bando, wewe je? Chris Bando bei Kitonga.